Siku tulizo nazo ni nyakati za hatari sana, mpendwa, na wewe unanisikiliza katika siku ya leo. Uh, unaona na unajua wazi kwamba, uh, watumishi wengi, waumini wengi, warokole wengi, na ninyi waenda makanisani wengi, mnaamini kwamba mnashirikiana na Mungu, kwamba mnamfahamu Mungu eti mnashirikiana na Mungu kwa sababu mnaamini um, kwamba kushirikiana kwenu na Mungu ni kwamba, au kumjua kwenu Mungu ni uh, kunatokana na, na ninyi kwenda kanisani au labda ya kufanya au, wewe una unafanya kazi fulani kanisani au una, unajihusisha na mambo fulani ndani ya kanisa. Unaweza hata ukawa ni mtoaji mkubwa sana kanisani, yani mpaka askofu wenu anakodoa macho. Unajua, na dunia hii mpendwa, tumefika mahali pabaya sana. Oh, ni nyakati hatari, hatari mbaya. Uh, nyakati mbaya sana sana sana, mpendwa. Yaani, watu wanaamini kwamba akishatoa wa sadaka, ana anatoa kikumi Ah, yani ni mwimbaji au ni mhubiri wa neno yeye, anaamini ndivyo ana, yani huku ndiko kushirikiana na Mungu, yani kwamba anamfahamu Mungu eh? Anamjua Mungu kwamba ana, yani uhusiano mzuri na Mungu, anadhani kwamba ni ile hali ya kutoa sadaka au kumwimbia uh, Mungu kama wengi wenu mnavyodai au mnavyowaamini watu wa namna hii, kwa kuwa hiyo ni mwimbaji fulani, ona anavyoimba, anamwimbia Mungu. Wanadhani huko ndo akuwa uh, na ush, kushirikiana na Mungu au kumfahamu Mungu au kumtumikia Mungu pendwa. Uh, dunia hii ni ajabu sana, maana watu wa namna hii wengi wao bado wako katika giza na cha kushangaza au cha kusikitisha, hauwezi kugundua au kuona kwamba watu hao bado wanatembea ndani ya giza. Wengi wenu mko ndani ya giza, maana wamalaya wanatoa sadaka, wazinzi, waasherati, wachawi, waongo, wambea, wasengenyaji, wote hawa yaani wote wote wote wamo ndani ya kanisa, lakini ninyi wote mnasema tuna ushirika na Mungu na Mungu, na kipindi mko ndani ya giza. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo popote pale ulipo, ndugu mtazamaji, nawe unayenisikiliza unayenitegea sikio katika siku ya leo, popote pale ulipo, napenda nichukue nafasi hii kukaribisha tena kuweza kuungana nami katika siku ya leo ninapokuletea habari njema za ufalume wa Mungu. Mpendwa, hapa tunamhubiri Yesu Kristo, nami ninakuombea katika jina la Yesu Kristo kwamba ukapate ku, kufurahia ushindi, a, amani na uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako mpendwa. O, amani ya Yesu Kristo ikatawale ndani ya, ya familia yako katika jina la Yesu Kristo. Maovu na mabaya yote masumbufu, ambayo ana mateso ambayo amekunapitia kwa muda o, yapate kuisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na uanze kuushuhudia utukufu wake na ukuu wake Mungu ndani ya maisha yako kupitia Yesu Kristo wa Nazareti mkombozi wetu. Mpendwa, ninakushukuru sana kwa kuchukua ah, muda huu na kutumia nafasi yako a kuweza kusikiliza maneno ya Mungu. Pendo, akumbuka siku zote atujihubiri wenyewe, bali tunamhubiri Yesu Kristo wa Nazareti. Na hizi unav, kama unavyojua mpendwa, na wewe mtazamaji, ni siku na nyakati za mwisho. Tunaishi katika nyakati za nyakati za mwisho. The very last of the last days. Yesu anarudi siku na saa haijulikani. Acha kusikitisha, ni kwamba watumishi wengi, wahubiri wengi, wachungaji wengi, maaskofu awaimbaji na wengine wengi mnaotumika katika ufalume wa Mungu, bado muko ndani ya giza, munatembea giza, munaushirika na na giza, lakini mnajidanganya wenyewe kwamba munaushirika na Mungu au munashirikiana na Mungu. Maana wengi wenu mnajidanganya kwa kuwa unaenda kanisani, kwa kuwa wewe ni muumini wa dini fulani, waaskofu, askofu fulani a mchungaji fulani ana mambo kama haya ndo unaamini kwamba o, basi unamjua au unashirikiana unashirikiana na Mungu. Ah, lakini cha kusikitisha ni kwamba wengi wenu bado mnatembea katika giza. Unajua wewe matendo yako mweye mwenyewe, mpendwa wewe mwenyewe ndio unafahamu kabisa yale unayoyatenda kila itwayo leo mpendwa. Na ndiyo maana katika siku ya leo ah, nimependa nikuletee ujumbe huu ah, ujumbe mpendwa, ambao ulisikika kutoka kwa Yesu mwenyewe, na ujumbe unasema kwamba kamwe nuru na giza haviwezi kaa sehemu moja kwa wakati mmoja mpendwa, nuru na giza kamwe. Maana mpendwa, tunapoongelea nuru ni kwamba palipo na nuru ha, kila kitu kinaonekana. Na ndio maana hata siku ya leo unaponitazama, unaponisikiliza hapo ulipo, unaweza kuona hata sura yangu, unaweza kuniona na kutambua huyu ni nani, kwa sababu hapa nilipo kuna kuna mwanga, kuna nuru mpendwa. Ha, ha, kwa hiyo mambo yote lazima yaonekane, lazima yaweze kuwa ha, kuwa wazi. Mpenu, hakuna anayofichwa, lakini wengi wenu mnatenda dhambi na mnaficha dhambi hizo. Mnaamini kwamba hakuna yeyote anayejua, hakuna anayefahamu, hakuna anayeona, ha, ninafanya haya katika siri. Mpenu, ninakwambia acha acha mambo kama hayo hawezi kutembea katika giza ukasema mimi niko ndani ya nuru. Na ndivyo hivyo kwa watu wengi walio wa dini, watu ambao mnaaminishwa kuyaona mambo ya mwili haya, baraka za kidunia, baraka ambazo ni za kuwafanya ninyi kuinuliwa na, ku, na kupokea majumba na magari. Hata mtaki kufanya kazi mtakufa na njaa. Wapendwa wajinga ambao hawajui Ha, maandiko yanasemaje, pendwa? Hata ukisoma maandiko matakatifu yanasema wazi, na asiyefanya kazi na asile, awe ni mchungaji, awe ni nani, awe ni mimi mwenyewe, neno la Mungu inasema nisipofanya kazi na nisile. Lakini watu watasema hayo ni maneno ya nani? ya Paulo. Ha, kwa hiyo Paulo inamaanisha kwamba hakuwa na roho wa Mungu? ha, maneno yaliyoandikwa kutoka kwa Paulo mwenyewe hayakuwa na uvuvio wa Mungu? Apendwa, acheni kwa mnakatisha neno wa Mungu. Wewe unaweza kuamua mwenyewe, aamua mwenyewe ku kuamini maandiko matakatifu au fuata mafundisho ya wanadamu wanavyotafsiri. Unajua sasa siku hizi tulizo nazo uelewa mwingi sana, upotoshaji mwingi. Na wengi wenu as long as wakiongea maneno ambayo wewe unaona yanaendana na vile wewe unavyowaza, yani amesema kile ambacho na wewe kwa muda mrefu ulikuwa ukiwaza, unafikiria hivyo hivyo, kwa hiyo unaona, aha, jamaa yuko sahihi. No, unasemaga yani maandiko matakatifu yanavyosema, haujawahi kusema hata siku moja, hukubaliana na maandiko matakatifu kwamba maandiko matakatifu ni yako sahihi lakini hili jamaa likisema hivi, wona kubali alijamaa liko sahihi, lilo liko sahihi, na ndio maana wengi wenu mnapotoshwa bila hata ya kufahamu au kujua mnaenda wapi? Mnaishi katika giza, mnatembea katika giza, mnadhani kwamba oh, kwa kuwa naenda kanisani, ninatoa sadaka kikumi, ninaimba, ninacheza, nina, nina zungusha viuno na nini ndani ya kanisa, unaamini kwamba huku ndiko kuwa na ushirikiano au kushirikiana na Mungu. Mpendwa, tusome maandiko matakatifu akumbuka. ah, mpendwa kila ah, maandiko matakatifu yanatuambia wazi kwamba, pima kila roho kila roho uipime, na unabii nawatolea, nakutambilia, nakutabiria, napokea baba, chukua hoa, napokea baba, maji ya upako, mafuta, chumvi, udongo, sijui nini, mambo ya kishirikina, mnapokea pokea hovyo hovyo bila kupima, anakutesti kila roho. Mnaamini mutu akishakamata Biblia mnaona kwamba ni mtumishi wa Mungu. Pau, usisahau, hakuna watumishi ambao wa wanatumia Biblia hii akuwapotosha ninyi hasa utaanza kuliuza hivi. Inawezekana mtu akapotoshwa? Kipindi mtu anatumia maandiko matakatifu, na Shetani kipindi anamjaribu Yesu alitaka kumpotosha akitumia maandiko mandi, akitumia maandiko matakatifu aliku, Shetani alikuwa anasema, si imeandikwa hivi. Na wengi wenu mnatetea na ku, uh, na kujustify njia zenu na matendo yenu maovu kwa kutumia maandiko matakatifu yani, mtu anakuibia sadaka na kikumi kwa kutumia maandiko matakatifu, wewe unasema kwamba ni mtu na imeandikwa, wewe acha Roho Mtakatifu awafunulie. Wapendwa, mambo kama haya tusome maandiko matakatifu. Mpendwa, akumbuka ujumbe wa leo ni ujumbe uliosikika kutoka kwa Yesu mwenyewe, ujumbe uliosikika kwa Yesu mwenyewe, kwamba mpendwa, akamwe nuru na giza haviwezi kaa sehemu moja kwa wakati mmoja kama ninyi wenyewe ambavyo mnafanya kwenye dini zenu hizo pendwa, katika tusome, katika Yohana wa kwanza a, sura ile ya kwanza tuanzie mstari wa tano. Maandiko matakatifu yanasema hivi: huu ndio ujumbe tuliosikia kutoka kwake na kuwatangazia na ninyi. Kwa hiyo ni ujumbe ambao ulisikika moja kwa moja kutoka kwa Yesu mwenyewe, sio kwa Nabii Isaya, sio kwa Nabii Yeremia, sio kwa Nabii Yoeli. Pendwa, ujumbe huu ulitoka kwa Yesu mwenyewe, ulisikika kutoka kwa Yesu mwenyewe. Alisema hivi Yesu mwenyewe, kwamba Yesu alisema kwamba akwamba Mungu ni nuru. Mungu ni nini? Mungu ni nuru, wapendwa, na akasema kwamba na ndani yake ndani yake hamuna giza lolote, ndani ya Mungu hakuna giza lolote. Amesema Mungu ni nini? Mungu ni nuru. Mungu ni nini? Mungu ni upendo. Ampendwa, wengi wanajua hilo, lakini sasa ili ya upendo wanamchukulia Mungu kwamba ni Mungu, Mungu wa kuzoeleka sana, yani ambaye ni kama shangazi yao, binamu zao na nini ambaye anakubaliana na matendo maovu mnayoyatenda: washerati, uzinzi, umbea, usengenyaji, uchonganishi, awivu a pesa, tamaa za pesa na mali na utajiri. Mambo yote yakiwa na ya namna hii, mapendwa mnafuata au mnayakimbilia katika dunia hii, unadhani kwamba Mungu aa, yani, yeye atakuacha ata tu ufanye na utende unavyopenda? Pendwa, maandiko matakatifu yamesema kwamba Mungu ni nuru. Ni maneno yaliyosikika kutoka kwa nani? Kwa Yesu mwenyewe. Anasema Mungu Baba huyu wa mbinguni, yeye ni nuru. Ana palipo na nuru, mpendwa, giza haliwezi kuwepo. Na Wakristo wengi, warokore wengi, waenda makanisani wengi, waumini wengi, watumishi, na wewe unanisikiliza siku ya leo, unajua kabisa unatembea katika giza katika giza mpendwa, maana amesema hapa ndani yake mpendwa, amesema hivi ndani yake hamuna giza lolote. Watu wengi mnatembea gizani. Ah, hapa sijui ukawaza kwamba eti naongelea giza usiku, yaani imekuwa usiku ndio unatembea usiku tu. Hapana mpendwa, matendo yako ndiyo tunayoyaongelea hapa. Najua kuna watu wengine mnataka kutuambia kwamba Yesu tumuone ndani yako nje? Hapana, ndio maana unavaa kama maraya. amiziki autofautishi, amnapomchezea Mungu hamtofautishi, akumchezea Mungu katika heshima ya kimungu, yaani marahisi wenu mnawachezea vizuri sana mnavaa vizuri sana. Mbele ya rais nasema unaendaje mbele ya rais umevaa vizuri lakini kwa Mungu ndiyo Mungu yani wa kuzoeleka tu, naenda umevaa me unavyopenda. Ana mtu akihubiri hivi mnasema awewe, hujafika mjini. We uko mjini gani? sehemu gani? mjini kati eti, yani ulimkeni na, na ushetani uliowajaa kwa hiyo anasema Mungu ni nuru. Wapendwa, acheni kuficha hayo matendo yenu maovu. Mnaenda kanisani, mnaimba, mnatoa sadaka na mambo mengine yote mnafanya, mnadhani eti hayo matendo yenu yatawafikisha mbinguni? Hapana mpendwa, amesema ndani yake Mungu hakuna giza lolote, hakuna giza la namna yoyote. Wewe mwenyewe ndio utajifanyia tathmini, maana huu ni ujumbe uliosikika kutoka kwa Yesu mwenyewe, sio kwa Yohana, sio kwa, mat kwa Mathayo au sio kwa Luka Aluka. Hapana mpendwa, maneno yaliyosikika kutoka kwa Yesu sio maneno ya Paulo hapa mpendwa. Kwa hiyo akasema kwamba kama tukisema kwamba twashirikiana naye, we have a fellowship with him Yani, unamwabudu Mungu, unatenda kwa utukufu wa Mungu, unafanya kazi ya Mungu ano, anasema kushirikiana naye, namjua Mungu, nampenda Mungu, eh. Sasa kama we unasema hivyo anasema hivi, kama tukisema kwamba twashirikiana naye huku tukienenda gisani, anasema kwamba twasema uongo, wala hatutendi lililo kweli. Kwa hiyo wewe Yaani, hauna kweli kwa lugha nyingine. Ndani yako kama wewe unasema nashirikiana na Mungu, mimi nachokifanya nafanya kwa ajili ya Mungu, namtukuza Mungu, wewe unashirikiana na Mungu, ni kazi ya Mungu, lakini kipindi wewe unatembea gizana nasema mpendwa, hakuna kweli ndani yako, hakuna kweli na, na haya ndio maisha uhalisia wa maisha ya Wakristo na warokore wengi na watumishi wengi, wao ni waimbaji, hasa hawa wa kujitegemea. Yani, wameona kwamba Mungu ni wa kwao wenyewe, anawaruhusu wavae kwa maraya, waongee wanavyosema, waende kila sehemu, wala wasimuseme hata Yesu. Utahubirije? Utaimbaje? hamumsemi Yesu mpendwa wako. hatujapewa jina la Mungu, maana kuna miungu wengi duniani. Ukienda taifa la India, labda wana miungu karibia araki maybe, labda ni maraki huko, raki sita huko kupanda, haujui hata wanaki idadi yao, iwe ng'ombe, mbuzi, everything. Sasa unasemaje, ho Mungu Mungu Mungu Mungu Mungu, una ni Mungu gani? Hatujaelewa maana hauwezi kuwa na Mungu kama hauna mwana. Lazima mpate Yesu kwanza. Yesu hapa unaye, unaye Yesu mpendwa? Maana wengi wenu hapa ndipo mnapokosea. Wewe unamta yani, unatangaza Mungu, Mungu, Mungu, unashirikiana na Mungu na Yesu. Na cha kusikitisha, kwa kuwa mnasema Mungu bado mnaenenda katika giza. Kwa hiyo amesema kwamba mpendwa, wewe ni mwongo, hauna hakuna kweli yoyote ndani yako. Ni maandiko matakatifu na siyo maneno yangu mpendwa, akasema kwamba Yaani tu, akasema kwamba tukienenda gizani twasema uongo, na kuna watu wengi wanasema uongo na ni watumishi wako kwenye madhabahu, na nyewe mnakodoa kodoa macho tu. Maana watu wengi wanapotoshwa, simply because akishaona mtu ana Biblia ana Biblia ana amekamata Biblia, maandiko matakatifu, anajua kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu. Pima kila roho Usikubali, usisikilize, usiende kichwa kichwa, mpendwa, wala usijaribu kutumia hekima na akili zako, maana tunaona hata watu wenye madigrii ma hao wanapotoshwa na hawa manabii wa kisasa wa kileo ambao wanajiita manabii wa upako, manabii wa ngurumo, manabii wa nyota, manabii wa utabiri, manabii sijui wa nini manabii wa, wa kuwa nini manabii wa manabii wa, manabii wa, wa majina makubwa na mitume wa na mitume wa, wa, wa, wa, wa. Yaani mambo kama haya na mnawafuata wote, mnawasikiliza. Kwa hiyo anasema na mpendwa, kama wewe unasema kwamba unashirikiana na Mungu, lakini sasa huku unaenenda giza. A, unaenenda gizani, anasema kwamba unasema uongo, anawara akasema, kwamba mpendwa, hakuna kweli ndani yako. Ni maandiko matakatifu na haya sio maneno yangu. Atuendelee kusoma hapa, anasema hivi amstari ule wa saba, anasema lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni Twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote, amesema mpendwa. Lakini tukienenda nuruni, kwa sababu yeye ni nuru, anasema mpendwa, kwamba adamu ya Yesu Kristo. Haleluya! Maana hakuna mtu mpendwa, hakuna lolote ambalo unaweza kufanya ili kwamba dhambi zako zipate, zipate kusafishwa. Ani damu pekee ya Yesu Kristo inayoweza kusafisha na kuosha dhambi zako zote. Usiju kajidanganya mimi ntatoa sadaka au mimi ntaenda kwa mchungaji ataniombea maji atanipa maji ya upako mafuta ya upako akinipa nitatakasika nitafanyaje? Hapana, hatutakasiki kwa mambo kama haya, kwa kutoa sadaka au kikumi, kwa kuenda kanisani. Hatutakasiki mpendwa kwa kuimba tu kanisani. Hatutakasiki kwa kuhubiri Injili mpendwa, peke yake mpendwa, anasema hapa mpendwa au unachotakiwa kufanya ni kuenenda katika nuru, wewe uwe nuru, au unaangaza. Mpendwa, watu wanaona kabisa matendo yako na hiyo nuru. Usidhani kwamba watu wataiona aje katika maisha yako, lazima waone kupitia matendo yako, maisha unayoyaishi njie ni ya, ya, ya kumtukuza Yesu. Pendwa, maandiko matakatifu yamesema kwa wazi kwamba ajivikeni a Bwana Yesu Kristo, na watu wengi wanapo, uh, okoka au wanapo uh, mpokea Yesu wanashindwa akuvua utu wao wa zare au wa zamani au wa kale, wanabaki na maisha yale yale ya zamani na matendo yale yale ya zamani. Na ndio maana unaona wewe unaishi maisha ambayo sio ya kumtukuza Mungu, kwa sababu wewe unaishi katika giza. Maana maandiko matakatifu yamesema wazi, mpendwa <tuh> A kwamba Mungu ni nuru, sio maneno yangu, sio maneno ya Paulo sio maneno ya mtu yeyote, na haya ni maneno ambayo yalisikika moja kwa moja kutoka kwa Yesu Kristo. Na wee kama ulikuwa haujui wa asili ya Mungu ni ipi, mpendwa, Mungu yeye anajulikana kwamba au kuwa ni nuru, na hivyo yeyote anayesema mimi niko ndani ya ya, ya ya Mungu na nina ushirika na Mungu, ninatenda kazi ya Mungu, o, ninamtumikia Mungu, ninamtukuza Mungu katika maisha yangu, ni lazima mpendwa ufanyeje? Ufanyeji, maandiko matakatifu yamesema wazi, ni lazima uenende na utembee katika nuru na wewe mwenyewe uwe nuru, ndio maandiko matakatifu anasema. Mpendwa, sio kama ninyi mnavyofanya wengi wenu, maana wengi wenu mnafuata njia zenu, mnatenda matendo yenu, mnaficha dhambi, mnaficha maovu ya kila namna, mpendwa katika maisha yenu, na mwisho wa siku amtajikuta mnaikosa Mungu. Kipindi ulikuwa unaenda kanisani, unaimba vizuri, sadaka unatoa, mchungaji nakufahamu, sijui nani, sijui haya mambo ya namna hii Paulo anandio maana, niko nina kuonya katika siku ya leo, kama wewe ni mtu ambaye bado unatembea katika giza au unajidanganya kwa kuwa mimi ni mpendekoste, kwa kuwa mimi ni mtu wa dini fulani, kwa kuwa mimi ni Mkatoliki, kwa kuwa mimi ni Msabato, tunaitunza Sabato, mimi ni masha, mshahidi wa Yehova, mimi ni mu, uh, Anglikana, mimi ni mpresbitarian a, mimi sijui ni uh, kanisa hili assemblies, assemblies of God, mimi sijui ni hili o, oh, mimi ni Karuvari, mimi ni <laughs> mimi unajua makanisa mengi mengi mengi, halafu inakuja kwa kuwa mimi nasali kwa mchungaji fulani oh, mimi askofu wetu ni fulani. Ahaya, hao, mpenu, haya mpendo hayakusaidii, maana hata wao wenyewe hawa hao nawaona bado wako kwenye giza, wanatembea gizani. Mpendwa, wanaficha matendo yao ba, yani wao hawataki kutubu, hawataki kukiri makosa au dhambi zao, bao wanaendelea kuona kwamba wao tu Aa, ni watakatifu mpendwa, unajidanganya wewe mwenyewe. Hayo matendo unayoyafanya au hayo mambo unayofanya kwa ni kwamba wewe uonekane ni mtakatifu, hayakusaidii kwa namna yoyote. Unachotakiwa kufanya mpendwa, Aa, wewe ni kubadilika na uwe kiumbe kipya, na kubadilika kiukweli mpendwa, ni wewe kuweza kujivika Yesu Kristo, kumvaa Yesu Kristo, yani watu wakikuangalia waone Yesu, sio mpaka waje kukuuliza, hivi we umeokoka kweli mbona? Bado najua kuna watu hawafa, yani hawajulikani julikani kivile, yani unamwangalia hajulikani, yani huku yupo huku yu, kule yupo, yani katika najidanganya, maana hii ni kujidanganya mwenyewe, yani watu wanajidanganya wenyewe yaani bado anatenda kidunia sana, anakuja huku, anakimbia kanisani, yaani anakuja vyovyote anavyotaka, na anafanya na kutenda anavyotaka yeye, anajidanganya yeye ameokoka. Hapana mpendwa, lazima uwe nuru, matendo yako yawe hadharani, yajulikane, watu waone, wafahamu kweli wewe unashirika una au unashirikiana na Mungu na kufanya hivyo. Mpendwa, lazima wewe uwe nuru watu waweze kuiona nuru, na nuru hiyo ni Yesu Kristo, ambaye ni mkombozi wetu. Mpendwa, yaani unaangaza kabisa, wanaona nuru, nuru wanamtukuza Mungu, wanajua wewe una Yesu, una Yesu na sio dini. Ampendwa, achaku A kujidanganya mwenyewe, acha kujipotosha, maana haya ni maneno ya Yesu Kristo. Usijui kasema mbona mimi sijasikia Yesu anaongea. Haya ni maneno ya Yesu Kristo, anaongea na wewe. Huyu ni Mungu anayeongea na wewe, sio maneno yangu. Unaambiwa kwamba Mungu ni nuru, akwake mpendo wake, ndani yake hakuna giza lolote, na yeyote anayesema kwamba anashirikiana na Mungu lakini anaenenda katika giza, anasema huyu ni mwongo na watu wengi ni waongo, watumishi wengi ni waongo, waimbaji wengi ni waongo, na ninyi warokore na waumini wa mmekuwa waongo kama vile vile walivyo viongozi wenu. Na ndio maana siku ya leo mpendwa, ninakuonya. Mimi sijitangazi mwenyewe, sijihubiri mwenyewe, sitaki kutengeneza ufalume wangu, bali naujenga ufalume wa Mungu ambapo Yesu Kristo ndiye tunamtazamia wote. Tunamtazama Yesu, tunamtazama Yesu o, tunamtazama Yesu, tunamfuata Yesu, tunamwamini mini Yesu kwamba anatenda, anaweza, ana mamlaka, ana nguvu. Mpendwa, anaweza kutuchindia, japo sio vigumu mpendwa akuishi maisha haya ya kuwa nuru, akutembea katika nuru, aku katika nuru aku katika nuru siku zote na wakati wote pendwa tukiwa ndani ya Yesu Kristo, tukimkabidhi maisha yetu, tukimwachia yeye atawale maisha yetu, pendwa utaona wewe au ma, matendo yako yanasomeka vizuri na watu wanaanza kumtukuza Mungu. Pendwa, niamini kwamba umebarikiwa kupokea maneno haya katika siku ya leo, na niamini kwamba umejua maneno ya Yesu mwenyewe amesema kwamba Mungu ni nuru. Kwa hiyo na wewe na mimi lazima tutembee katika nuru, na kama sio hivyo tunajidanganya sisi ni waongo ah, hakuna kweli ndani yetu wala yesu hayuko ndani yetu. Kwa hiyo mpendwa, wewe ndio unatakiwa kuchagua na kuamua ufuate njia gani. Aniamini mpendwa kwamba ujumbe huu umeweza kusaidia, na sasa na kuanzia sasa utaanza kutembea katika nuru, sio ndani ya giza, bali ni ndani ya Yesu mwenyewe, maana yeye ndiye nuru ya, ya ulimwengu. Mpendwa ubarikiwe, pokea maneno haya katika siku ya leo na tutaonana tena kwa mara nyingine, na mpendwa, ubarikiwe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.